Majina anaitwa Paul Kisabo ni wakili wa mahakama kuu. Hapo tulikuwa tunawakilisha washtakiwa e, arobaini na saba, katika mashtaka ambayo yamefunguliwa leo katika mahakama hii ya hakimu mkazi Kisutu. Wanashtakiwa kwa makosa mawili; kosa la kwanza ni kula njama kwa nia ya kutenda kosa lakini, kosa la pili ni uhaini, na kwa vile kosa la uhaini ni kosa ambalo mahakama ya hakimu mkazi Kisutu haina mamlaka kusikiliza. Kwa hiyo washtakiwa hawajapewa haki ya kujibu chochote, hiyo ni kwa mujibu wa sheria, na kesi yao imeahirishwa mpaka tarehe 19, e, mwezi wa 11. Ziko bachi tofauti tofauti, watuhumiwa ni wengi kama ambavyo mmeona. Kwa hiyo mawakili wengine pia watazungumzia bachi zingine, kwa sababu makundi yameshtakiwa katika makundi tofauti tofauti. Lakini wote hao wanatuhumiwa wa e, kwenye makosa haya ambayo yote yanafanana ya kula njama kwa nia kutenda kosa pamoja na uhaini isipokuwa na wamekamatwa e, tarehe 29, 30, 31, tarehe 1 mpaka tarehe tano, wengine 6, na nyakati tofauti. Na kwa hiyo sasa wamekwenda e, gerezani kwa amri ya mahakama, na upande wa jamhuri wamesema upelelezi bado haujakamilika kwenye shauri hili, lakini tumeiomba mahakama na tumeisisitiza kwamba kwa sababu ina mamlaka ya kuendesha au kusimamia mwenendo wa kesi hizi, iweze kutoa e, usimamizi mzuri na amri kuhusiana na kwamba e, upelelezi wa kesi hizi, kwa sababu watu waliokamatwa ni wengi na kwa baadhi hatujapata muda wa kutosha kuzungumza nao, lakini wengi baadhi ambao tumezungumza nao wameeleza kwamba wamepigwa sana, wana majeraha, na tumeieleza pia mahakama na mahakama imetoa amri kwamba wale wote ambao wana majeraha wapelekwe e, hospitali ili waweze kwenda E, kutibiwa lakini, pia siku ambayo kesi itatajwa inabidi jamhuri wawasilishe e, ripoti ya hali ya matibabu ya watu ambao wote wamepigwa na wana majeraha kama ambavyo mahakama tumeonyesha, na bahati nzuri majeraha yenyewe yanaonekana, e, yanaonekana, kwa hiyo hata mahakama imeona. Kwa hiyo tunategemea tarehe 19 upande wa jamhuri wataleta hiyo ripoti ya hayo matibabu e, kutoka kwa maafisa wa magereza kwa sababu wameenda gerezani na Kingereza ndio itawapeleka hospitali kwa sababu wana mawakili kutoka Jamhuri. Kwa hiyo wataiwasilisha ripoti tarehe 19 mahakamani kuhusiana na hali ya matibabu ya watu wote ambao e, wanaumwa pamoja na hayo majeraha ambayo e, wanayo. Hicho ndio kilichojili e, leo mahakamani, mahakama e, yes. E, ndugu unapata taarifa e, kwanza kuna baadhi ambao walitupa namba pale, tukawa tumewasiliana na ndugu zao, tukawa tumepata taarifa, lakini wengine wameandika namba za ndugu zao za simu, wametupatia lakini kwa sababu ndio wameletwa leo, uh, tutapata pia muda wa kwenda gerezani kuwatembelea kuzungumza nao kwa undani zaidi ili kufahamu sasa, e, pamoja na kwamba watupe na details zingine ambazo za kuhusiana na ndugu zao e, kwa sababu wengi walikuwa kwenye taharuki pia e, kwa hiyo tutakwenda gerezani tutazungumza nao lakini, kwa wale ambao wametupa namba tutawasiliana na ndugu zao tutawapa taarifa. Lakini pia tanyewe andisho habari hizi hati za mashtaka nyaraka ni, ni public document za umma, kwa hiyo mnaweza mkazi sambaza ili watu wajue kwamba ndugu yao iko sehemu e, gani. Kwa bachi yetu ni watu 47. Eh, kuna kesi mbili. Moja ni kesi namba 26 382. Nyingine ni kesi namba 26 394. E, kwa hiyo moja na watu 13, nyingine na watu 34. Kwa hiyo hizi ni bachi mbili. Kuna bachi zingine na nadhani nimeona hata mtandaoni kuna Dodoma na maeneo mengine. Dodoma pia tumeona watu wamepelekwa mahakamani na mashtaka ni yanafanana eh, kivyo vile. Kimsingi, sisi kama watu pia wa haki za binadamu tunakemea vitendo vyote vya watu kupigwa, eh, kuteswa tena wakiwa eh, wamekamatwa.